Viongozi tofauti kaunti ya Kwale wamejitokeza na kuzungumzia kuhusu ongezeko la dhulma za kijinsia katika kaunti hiyo wakisema kuwa dhulma hizo si tu kwa wanawake pekee bali pia kwa wanaume. Wamedokeza kwamba dhulma za kimitandao dhidi ya wanawake pia zimekithiri eneo hilo. Kaunti ya Kwale imeendelea kuandikisha idadi ya juu zaidi katika visa vya dhulma za kijinsia, mashirika ya kijamii katika kaunti hii yakidokeza kuwa dhulma hizi hazishuhudiwi kwa wanawake tu pekee, lakini pia kwa wanaume. Si kina dada na mama peke yake ambao kwamba wanapata dhulma, lakini pia kuna wanaume ambao kwamba wanapata dhulma. Uh, cases za sodomi uh, yani, uh, vijana kubakwa kwa, kwa, kwa, nyuma ya maumbile yao pia zimeanza zime, zime kukithiri hapa Kwale county na tuseme mtandao mzima wa wa Coast region. Kwa hivyo tunakemea Ah, dhulma za aina yoyote, kama ni mtoto haendi shule kwa sababu ya jinsia yake, kama ni mtoto apewe nafasi ya kazi kwa sababu ya jinsia yake, kama kuna mtoto ananyimwa freedom fulani kwa sababu ya jinsia yake. Maafisa wa mashirika haya wakilaani dhulma hizi, huku wakidokeza kuwa visa vya ulawiti vimekuwa vikikithiri katika kaunti hiyo wakiitaka jamii na hata serikali ya kitaifa kujitolea kuhakikisha kuwa visa hivi vinakomeshwa kabisa. Ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu sodomi, sana sana, sodomi imekuwa ya juu sana sana sana, jambo ambalo sana sana sijui kama government kwa sasa wameanza kuitilia maanani, lakini ni jambo ambalo limekuwa likizungumziwa, especially kwa sababu unapata yule ambaye anakudhulumu ni mtu ambaye anataka kukupatia kazi kwa mfano, ama mtu ambaye akona akona naitwa nini authority Kuto, kuto from you ndio maana anakudhulumu , so tumeona hizo ni mambo ambayo yamekuwa ya juu sana, na ndio ni nafasi pekee ambapo utahamasisha jamii na itaelewa umuhimu wa haki na kwa nini dhulma za kijinsia hapo nyuma zimekuwa zikikithiri. Kwa upande wao, washikadau tofauti katika kaunti hii ya Kwale wamekashifu dhulma za wanawake mitandaoni, haswa baada ya watu kukosana katika mahusiano na wakati wale wapendwa wanaulizia picha zao za faraga wale wakina dada wanaweza kutuma zile picha za faraga kwa wapenzi wao ambao wako hapa nchini na wale wapenzi wao wakati mwingine wanapokosana, pengine utapata wanachukua zile picha na wanazianika mitandaoni. Kwa hivyo akina dada wengi wamepatwa na misongo ya mawazo, wameweza wao wenyewe kuumia pia kiuchumi, kwa sababu mtu anamtishia kwamba usiponipatia pesa fulani, na yeye anajua kule anahudumia mwenyenye fulani kule warabuni analipwa. Serikali kuu ikitakiwa kuwaelimisha Wakenya kuhusu njia mwafaka za kufuatilia ili zinapowatukia wanakijiji wengi wamekosa eh, kujua ni nani ni nini ambayo inafanyika. Wanajua sheria ziko, lakini hawajui hizi sheria zinasema nini. Kwa hivyo ningependa serikali ikuje chini ieleze wananchi ni sheria hizi ni sheria gani, na zinafuatwa kivipi, na mtu akidhulumiwa atapitia njia gani ndio apate haki, Meri.